Sasa sikiliza, punguza sauti kwanza, ndugu yangu. Mimi naelewa, lakini kupiga kelele kama hivyo, kila mtu atajua kwamba labda mimi ndo natembea na mke wako, wakati wewe umekuja ni kushauri kitu gani cha kufanya?

Sasa, kwa nini, ah, wewe sio mwathirika sasa? Sasa mimi sijaathirika. Hata sasa hivi wewe uone kama Mungu amekunusuru, ndio nini bwana? Nipo makini kuliko kitu chochote. Maana visababishi vya kuambukizwa vyote tulikuwa tumemia kabisa. Kama unavyojua, yaani kufanya mapenzi haikufanyi kukaa na UKIMWI kwa sababu na deti na mtu mwenye UKIMWI issue <laughs> ni kutumia kinga ama kuepuka, yani vile visababishi vya wewe kuweza kupata UKIMWI <laughs> ni uamuzi wa namwaguchua unenda kuam. Ngoja kwanza, kaa chini, kwanza kaa chini, kaa chini. Nisikilize, ngoja kwanza nisikilize basi kwa nisikilize, nisikilize, nisikilize ndugu ni yangu ni. Unajua, huo uamuzi unaotaka kufanya ni mbaya sana, umeelewa mwanangu, wana okay. Mimi nikushauri, niko hapo. Wewe unasema unaua mtu na unatoka hapo, unataka kwenda kuua mtu, umeelewa? Unaweza ukafika kule ukamuua kweli, na ukishamuua moja kwa moja wewe uko mikononi mwa serikali na serikali, wakikukamata adhabu yake ni kifungo cha maisha au kunyongwa hadi kufa, kwa sababu umeua. Au unaweza ukatoka hapa ukaenda kule ukafika, wakakuua wewe, ukaenda kuzika <gulit> yote mawili katika hayo, inawezekana ikawa ndio mwisho wa mimi na wewe kuonana tena. <laughs> eh? Kwa nini wewe usikae hapa ukatuliza akili yako, tukaenda tukakaa ndani tukashauriana. Tukishashauriana baadaye, fresh, wewe utajikuta umekaa vizuri, tukakonsentrate kwenye kutafuta pesa tu.